Marekani imesema mezi nasa meli mbili za kubeba mafuta zinazohusishwa na usafirishaji wa mafuta ya Venezuela katika operesheni mbili zilizofanyika mfululizo katika bahari ya Atlantic ya Kaskazini na bahari ya Caribbean. Vikosi vya Marekani viliingia kwenye meli ya Marinera iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Urusi baada ya kuifuatilia kwa karibu wiki mbili ilipokuwa ikipita katika maji ya Iceland na Scotland. Jeshi la wanamaji la Uingereza, Royal Navy, ilitoa msaada wa vifaa kwa njia ya anga na baharini. Meli ya pili, ya kubeba mafuta ya MT Sofia ilishtakiwa na Marekani kwa kufanya shughuli haramu na ikaingia mikononi mwa mamlaka za Marekani katika eneo la Caribbean. Hatua hizi zinakuja wakati Marekani ikijaribu kukata kabisa mauzo ya mafuta ghafi ya Venezuela, ikiwa ni siku chache tu baada ya vikosi maalum vya Marekani kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro katika operesheni ya ghafula nyumbani kwake mjini Caracas. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Peter Hegseth aliandika kwenye mtandao wa X: Kuzuiwa kwa mafuta ya Venezuela yaliyo chini ya vikwazo na yanayouzwa kinyume cha sheria bado kunaendelea kikamilifu popote pale duniani. Nayo Urusi imekemea kunaswa kwa meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Urusi na kudai Marekani iwaheshimu Warusi waliokuwamo ndani ya meli hiyo na iwaruhusu kurejea Urusi haraka. Wizara ya uchukuzi ya Urusi ilisema kuwa imeipa meli hiyo ruhusa ya muda kutumia bendera ya Urusi na kuongeza kuwa hakuna taifa lenye haki ya kutumia nguvu dhidi ya meli zilizosajiliwa kihalali katika mamlaka ya mataifa mengine. Ripoti zilidokeza kuwa Urusi ilituma manowari kulinda meli hiyo, lakini inaonekana vikosi vya Marekani vimeweza kuidhibiti na kuikamata meli hiyo bila kukumbana na upinzani wowote. Ikulu ya White House ilieleza kuwa meli hiyo kama meli ya kivuli ya Venezuela iliyochukuliwa kuwa haina utaifa baada ya kupeperusha bendera ya uongo na ilikuwa na amri ya mahakama dhidi yake. Uongozi wa Venezuela unashirikiana na Marekani kuhusu meli ya pili iliyonaswa karibu ya alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio wanaelewa kuwa njia pekee ya kusafirisha mafuta na kupata mapato bila kusababisha anguko la uchumi ni kushirikiana na kufanya kazi na Marekani. Marco Rubio aliwaambia waandishi wa habari awali. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amesema kuwa Venezuela, yenye akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani iliyothibitishwa, itakabidhi hadi mapipa milioni hamsini ya mafuta yenye thamani ya takribani dola bilioni 2.8 kwa Marekani Marco Rubio Aliyewapa wabunge wa Marekani taarifa kuhusu operesheni inayoendelea nchini Venezuela siku ya jana Jumatano, alisema kuwa Marekani itauza mafuta yaliyo Venezuela katika soko kwa bei ya soko na kwamba Marekani itadhibiti namna mapato yanayogawiwa kwa njia itakayonufaisha wananchi wa Venezuela. Alisema Marekani ina mpango madhubuti kwa mstakabali wa Venezuela na kwamba serikali haifanyi mambo kwa kubahatisha. Kwa mujibu wa Rubio, mpango wa serikali ya Trump kuhusu Venezuela ni kuleta uthabiti, kufanikisha uoko ukuaji wa uchumi na kisha mpito wa kisiasa. Hata hivyo, mjadala kuhusu mafuta ulikuwa ni sehemu moja tu ya wasiwasi wa wabunge wa Marekani juu ya kuongezeka kwa mzozo huo. Kiongozi walio wengi katika seneti Shuk Shuma alisema wabunge wanahitaji majibu kuhusu maswali yaliyosalia yakiwamo idadi ya, ya wanajeshi wa Marekani wanaoweza kuhusika na gharama ambazo ushiriki wa Marekani nchini Venezuela utagharimu. Wanachama wa Republican kwa kiasi kikubwa walionekana kuunga mkono hatua za serikali katika eneo hilo ingawa baadhi yao walionyesha wasiwasi kuhusu nafasi ya bunge katika maamuzi hayo. Senate inatarajiwa kupiga kura wiki ijayo kuhusu azimio la pande mbili kuhusu mamlaka ya vita, jaribio la kuzuia kuendelea kwa operesheni za kijeshi nchini Venezuela. Azimio la mamlaka ya vita lilianzishwa baada ya vita vya Vietnam, linaweka mipaka kwa rais kuhusisha vikosi vya jeshi la Marekani katika mapigano bila idhini ya bunge. Iwapo tutakuwa na ushiriki unaoendelea katika awamu inayofuata, nadhani lazima uwe chini ya mamlaka vita, alisema seneta wa North Carolina Tom Tillis. Kwa upande mwingine, seneta wa Mizuri Josh Hawley alisema kuwa kama hatua za serikali ni operesheni ya utekelezaji wa sheria, basi hazihitaji idhini ya bunge, lakini ikiwa ni operesheni ya kijeshi inayohusisha kiongozi wa serikali ya kigeni, hata kama hawamtambui rasmi, hilo ni jambo jingine kabisa. China, mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Venezuela katika miaka ya karibuni, imekemea hatua za Marekani na kuishutumu kwa kuhatarisha usalama wa nishati duniani. Kunaswa kwa meli hizo mbili kulitangazwa na jeshi la Marekani kupitia ujumbe tofauti kwenye mitandao ya kijamii siku ya jana Jumatano. Kamandi ya Ulaya ya jeshi la Marekani ilisema kuwa meli ya MV Bela ambayo jina lake la awali ni Marinera ilikamatwa kwa kukiuka vikwazo vya Marekani. Meli hiyo ilinaswa katika bahari ya Atlantic ya Kaskazini, kwa mujibu wa hati ya mahakama ya shirikisho ya Marekani, baada ya kufuatiliwa na USCGC Munro, meli ya walinzi wa pwani ya ulinzi ya Uingereza ilisema kuwa ndege za ufuatiliaji za RAF, chombo cha msaada wa majini RFA Tide Force zilikuwa miongoni mwa rasilimali za kijeshi za Uingereza zilizoshiriki operesheni hiyo kufuatia ombi la msaada kutoka Marekani. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Harley alisema hatua hiyo ilizingatia kikamilifu sheria za kimataifa na ilikuwa sehemu ya juhudi za kimataifa za kukabiliana na uvunjaji wa vikwazo. Meli hiyo imetuhumiwa kukiuka vikwazo vya Marekani na kusafirisha mafuta ya Iran. Picha zilizochapishwa na shirika la utangazaji la serikali ya Urusi RT, zilionyesha helikopta karibu na meli iliyoonekana kuwa MV Bella One. Rejista ya bahari ya Urusi inaonyesha kuwa meli hiyo ilibadilisha jina lake kuwa Marinera na ilikuwa ikipeperusha bendera ya Urusi, huku bandari yake ya nyumbani kitajwa kuwa ni mji wa Sochi kusini mwa Urusi kwenye bahari nyeusi. Wizara ya uchukuzi ya Urusi ilisema vikosi vya Marekani viliingia kwenye Marinera ya saa tisa rasili kwa saa za Moscow, na baada ya hapo mawasiliano ya meli yalikatika. Maafisa wa Marekani walisema Marinera ilikuwa ikipeperusha kwa uongo bendera ya Guyana mwezi uliopita, jambo lililoifanya ichukuliwe kuwa haina taifa. Wataalamu walisema Marekani iliita meli hiyo Bella One kwa sababu meli haiwezi kubadilisha bendera yake katikati ya safari isipokuwa kama kumekuwa na uhamisho halisi wa umiliki au mabadiliko ya usajili. Pia walisema kuwa chini za kimataifa za baharini za Umoja wa Mataifa, meli isiyo na utaifa inaweza kukamatwa na mamlaka. Katika taarifa tofauti, kamandi ya kusini ya Marekani ilitangaza siku ya jana Jumatano kuwa wizara ya ulinzi na usalama wa ndani zilinasa meli ya mafuta isiyo na utaifa na iliyo chini ya vikwazo. Meli hiyo kwa jina la MT Sofia ilikuwa ikifanya shughuli haramu katika maji ya kimataifa ya bahari ya Karibean. Walinzi wa pwani wa Marekani wanaisindikiza MT Sofia hadi Marekani kwa hatua za mwisho, Ilisema taarifa hiyo. Kamandi ya kusini ya Marekani pia ilichapisha video inaonyesha helikopta ikizunguka juu ya meli. Waziri wa usalama wa ndani Cristi Noem alisema kuwa katika operesheni mbili za alfajiri ya leo, walinzi wa pwani walifanya kwa uangalifu mkubwa wa ukamataji wa meli mbili za mafuta kwa mfululizo. Aliongeza kuwa meli zote mbili zilikuwa ama zimetia nanga mara ya mwisho Venezuela au zilikuwa njiani kuelekea Venezuela. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.